ambayo imeweza kuzuka mjadala mzito kwa Gen Z ambapo wamekuwa kama vile wote wakishikana mkono kwa kampeni moja tu ya kwenda kwa unfollow account na official page ya ukurasa wa kuchapisha habari wa Millard Ayo ambaye amekuwa akichapisha habari zake kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ambapo mbali na hayo yote kufuatia hii kampeni ya JNZ, ambayo imeweza kusema kwamba tumwan follow eh, Millard Ayo ambapo imekuwa ikisambaa sana kupitia ukurasa wa X kwa maana ukurasa wa Twitter, na hivi sasa Millard Ayo ameweza kupoteza zaidi ya wafuasi ama followers laki tatu ndani ya masaa machache tu ya kuhesabu katika siku ya leo. Ukipitia katika ukurasa wa Millard Ayo, eh, siku moja nyuma alikuwa na jumla ya wafuasi milioni 15.6, lakini kwa sasa ukifuatilia katika ukurasa wake wa Instagram ana jumla ya wafuasi milioni 15.3 iki wafuasi laki tatu like wameweza kumwunfollow. Kampeni hii imeanza kusambaa sana kufuatia mtandao wa X, ambao ilikuwa jenziwa akishikana mkono kumwunfollow, kisa ambacho kilipelekea mpaka Millard Ayo kukimbiwa na wafuasi wake ambao walikuwa nao zamani. Ni kisa cha kwamba yeye amebezi katika kuposti eh, siasa za mlengwa mmoja bila kutazama mlengwa mwingine, na hii ni baada ya Millard Ayo hivi majuzi, tuliweza kuona ameposti moja kati ya habari yake kupitia ukurasa wake na official page yake za mitandao ya kijamii kama X pamoja na Instagram kuhusiana na kitu ambacho alipewa taarifa kutoka huko TCRA ya kufuta maudhui ambayo maudhui hayo aliweza kuchapisha habari ambayo ikimuhusu Askofu Gwajima ambapo barua hiyo eh, aliweza yapa posti hiyo ambayo iliweza kupostiwa siku sita zilizopita, aliweza kuposti akisema kwamba TCRA yaiagiza AyoTV kuondoa habari ya Gwajima, alafu akaandika kama ifuatavyo katika upande wa caption site: AyoTV imepokea barua kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, ikitaka chombo hiki cha habari kuondoa maudhui yaliyochapishwa Mei 24 mwaka 2025, yakihusisha nukuu na maelezo aliyotoa mbunge wa jimbo la Kawe Askofu Josephat Gwajima kuhusu kuhusu matukio ya utekaji nchini Tanzania. Barua hiyo ambayo imesainiwa na mkurugenzi wa mamlaka hiyo, Dr. Jabir Bakari, imeeleza kuwa maudhui hayo hayakufuata sheria na kanuni za uandishi kwa sababu ilikos, ilikos, ilikosa mizani inayotakiwa kutokana na, na kubeba taarifa za upande mmoja pekee. Japokuwa mwishoni mwa taarifa hiyo kulikuwa na maelezo ya AyoTV yaliyoeleza kuwa inaendelea kuzitafuta mamlaka za serikali ili kusikia upande wao juu ya yaliyosemwa na mbunge huyo. TCRA imeeleza AyoTV iondoe maudhui hayo hadi pale itakapo pata upande wa pili, yani mamlaka za serikali, ili kuweka mzani wa habari husika na kuwapa nafasi upande wa serikali au mamlaka husika kutolea ufafanuzi kauli hizo za askofu Gwejima, kusisitiza kuwa endapo iotv itapuza na kukaidi kutekeleza maagizo haya ya TCRA, mamlaka haito sita kuchukua hatua zaidi ya kisheria kudhibiti dhidi ya iotv. Kutokana na agizo hili TCRA na masharti ya leseni yetu kutoka kwa mamlaka hiyo, tunawafahamisha wasomaji wetu kuwa endapo hawatuendelee kuyaona maudhui hayo katika mitandao yetu kuanzia leo Mei 31 mwaka 2025, waelewe kuwa ni kutokana na kutii agizo hilo la kutoka kwa mamlaka ya TCRA inayosimamia inayo vyombo vya habari, endapo tunalazimika kuiondoa hadi pale juhudi zetu tulizozianza tangu Mei 24 elfu mbili ishirini na tano za kutafuta mamlaka za serikali zitakapofanikiwa. Alafu akaweza kuweka hashtag Miladi Ayo updates. Hivyo ndivyo alivyoweza kuchapisha ili jarida Miladi Ayo mwenyewe kupitia peji yake ya mtandao wa Instagram. Sasa mbali na hayo yote, eh, Gen Z wamekuwa na kampeni ya ku unfollow account ya Millard Ayo. Ukitazama mpaka sasa ina jumla wafuasi milioni 15.3 ikiwa imewafollow watu 1,489. Lakini hivi ndani ya masaa machache tu ya kuhesabu Gen Z ya watu laki tatu ama wafuasi laki tatu wameweza ku unfollow page hii ya Millard Ayo. Papo katika posti ya mwisho waliweza kuposti hii hapa posti ambapo posti hii ukisoma katika upande wa Comment section watu wengi walikuwa wanasema kwamba unfollow Millard Ayo eh, kampeni ikawa inaendelea kwamba Millard Ayo mboi kiukweli, mange ana eh, ushawishi ni kupiga thank you by unfollow. Hivyo ndivyo watu wengi wameweza kumunfollow Millard Ayo, watu wengi wakiweza kusema ile kauli ya no reform, no election, na vitu kama hivyo, lakini hizo zote ni siasa ambazo zinaendelea na kampeni kufuatia mtandao X, kwa maana ya mtandao, eh, wa Twitter zamani ilikuwa inaitwa hivyo. Watu wengi wakiwa na kampeni ya kum-unfollow Millard Ayo kwa kuwa ana posti habari za upande mmoja kufuatia zake za mtandao. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hizi habari au tuma ambazo zinamkabili zina Millard Ayo kutokana na kwamba, kwamba anaposti habari za upande mmoja mm. Mimi sina la ziada kwa leo, naitwa MJR 16 na tuendelee kusubscribe, ku like na ku comment, ku share kwa habari ambazo naposti kwenye channel yetu.